Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu, YouTube na, na kwenye channel yangu YouTube. Na leo hii tutajifunza kicho jumbo nasema kwa nini watu wengine lazima wafe maskini? Kwa nini watu wengine lazima wafe maskini? Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike baraka kwako. Mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini pia unaweza kuwashirikisha marafiki zako na wapenda yoyote unayempenda, unatamani maisha yake yabadilike, usisahau kumshirikisha mafundisho haya. Na ukifanya hivyo, Mungu atakubariki. Lakini pia unaweza kucomment na unaweza kulike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Kwa leo tunajifunza kichwa cha ajabu sana, ambacho yamkini inawezekana unashangaa ninataka kusema nini, au Roho Mtakatifu anataka kusema nini na wewe. Wat, kuna watu, kwa nini watu wengine lazima wafe maskini? Najua kwamba kila mtu anatamani kufanikiwa, kila mtu anatamani kufanikiwa, watu wanaomba usiku na mchana, wanaomba usiku na mchana, Mungu niinue Mungu ni bariki oh, Mungu nipe moja mbili moja mbili. Lakini Mungu yuko vizuri, anatujua kuliko sisi tunavyojijua nafuzi, anatujua toka ndani mpaka nje. Hakuna jambo lolote ambalo Mungu halijui juu ya maisha yetu, maana sisi ni kazi ya mikono yake na Mungu ametuchora katika vitanga vya mikono yake, anatujua inside out. Hakuna jambo lolote ambalo Mungu asilijua na Mungu anaijua kesho yetu. Kesho yetu, kesho yetu Mungu anaijua, na hiyo hiyo kesho yetu ije dhihirike, kuna vitu ambavyo amb, kuna mabadiliko ambayo yanatakiwa tokee kwetu. Haya mabadiliko yasipotokea, hiyo ya kesho ambayo Mungu ametuandalia hatuwezi kuifikia, hatuwezi kuifikia. Kwa nini alikatoa sikifikia? Sikumbuka tunajifunza kwa nini watu wengine lazima wafe maskini? Kwa nini watu wengine lazima wafe maskini? Sababu moja wapo ni kwa sababu Mungu anawapenda. Mungu anawapenda. Mungu anawapenda. Sasa unasema kwa nini Mungu anatupenda? Mungu anatupenda, Mungu ananipenda, alafu alafu, alafu ninakufa maskini? Kwa sababu Mungu anajua kabisa akikuinua sasa hivi akikuinua sasa hivi akikupa unachokihitaji, akikupa utakachokihitaji utaharibikiwa kwenye maisha yako, hautakuwa na mpango tena na Mungu, hautakuwa na mpango tena na Mungu. Nimekutana na watu ambao, nakumbuka nilivyokuwa nimemaliza form six, kuna kazi ambayo nilikuwa nafanya, na mtu mmoja alikuwa ananisimulia maisha yake, ananisimulia maisha yake mwenyewe, na mimi nimekuwa naye jirani akiwa tu na laki moja laki moja tu mfukoni anasumbua maneno mengi maneno mengi. Je, mtu kama huyo akiwa na milioni atakuwa ni mtu anamgaa? Mtu kama huyo akiwa na milioni atakuwa ni mtu anamgaa? Akawa ananisikia siku moja, asema kwamba siku moja wamefanya kazi, wamepata laki moja, wakachange ile laki moja iwe mia tano mia tano alafu akafunga kwenye basikeli kwenye basikeli, wakabana hivi pesa zinaonekana, afu akaenda kilabu na walivyoenda kule kuta watu wanashangashanga. Wewe mbona unashangashanga? Mpe huyo lita mbili, mu wape wale lita nne. Hiyo ni laki moja tu. Matusi mengi, dharau nyingi, hiyo ni laki moja tu. Kuna watu wengine hawatafanikiwa kwenye maisha yao, watakufa masikini kwa sababu Mungu anawapenda, hataki wapotee, hataki waangamie, kwa sababu Mungu apende hata mmoja apotee tunaposoma kwenye, kwenye waraka wa, wa Petro, Petro anasema watu wanasema kwamba ile siku inakawia, lakini Petro anasema kwamba ile siku haikawii, kwa sababu Mungu anataka watu wote wafikirie toba kwao. Kuna watu wengine kwa sababu Mungu anawapenda na anajua kabisa kama akiwapa wanachomwomba, akiwapa mafanikio wanayoyaomba, watamwacha, hawatakuwa na mpango na yeye atahakikisha tu wanapata hela dogo dogo tu ili waendelee kung'ang'ana na Mungu. Waendelee kung'ang'ana na Mungu, waendelee kung'ang'ana na Mungu, wasiondoke kwenye uwepo wake. Kwa unashangaa kwa nini na Mungu niinue Mungu akuinue. Ni Mungu nibariki Mungu, ni Mungu akubariki. Mungu anajua kwa sababu anakupenda, anahakikisha kwamba hakupi unachokitaka kwa sababu anajua kikupi unachokitaka utaharibikiwa kwenye maisha yako, utaangamia kwenye maisha yako, hautakuwa na mpango na yeye. Hautakuwa na mpango na yeye. Sasa kwa sababu anakupenda atahakikisha tu unapata vyela vidogo vidogo tu, vyakula tu, vyakula tu, ili uendelee kuomba, uendelee kunyenyekea Mungu. ninahitaji kukuona uendelee kufunga na kuomba. Uendelee kufunga na kuomba, kwa sababu mojawapo ambayo ya watu wengine kufa maskini kwa sababu tu Mungu anampenda, anawapenda mabadiliko ambayo natamani yatokee ndani yao, hawako tayari kuyapokea, hawajabadilika. Lakini pia kwa sababu ya upumbavu wao, kwa sababu ya ujinga. Pia tunaposoma maandiko kwenye Mithali moja thelathini na mbili b, anasema na kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kufanikiwa kwa mpumbavu, mtu akifanikiwa akiwa hana msingi mzuri wa neno, mtu akiwa amefanikiwa akiwa hana mafundisho mazuri kupotea ni rahisi tu, kuangamia ni harisi rahisi tu. Atakufa hata kabla ya wakati wake, ataanza kufanya vituko kwa sababu hana hekima ya kutosha. Na ndio maana jambo la msingi kabla ya kutamani mafanikio ni kutafuta hekima. Tunaposoma kwenye Mithali nne saba anasema bora hekima na kwa mapato yako yote tafuta ufahamu, kwa mapato yako yote tafuta ufahamu. Na anaposema kwa mapato yako yote tafuta ufahamu, anamaanisha nini? kwamba wekeza katika kuboresha ufahamu wako, wekeza katika kutafuta maarifa, nunua vitabu vitakavyoinua akili yako, nunua vitabu vitakavyokuongezea ufahamu. Anasema kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kwa kuna watu wengine watakufa masikini kwa sababu kuna maarifa ambayo wanakosa, kuna hekima ambayo hawana. Hawana msingi mzuri wa neno la Mungu, hawana msingi mzuri wa neno la Mungu wakifanikiwa wakiwa kwenye hali hiyo ya ujinga, wataangamia, na Mungu hapendi waangamie. Kwa ili wasiangamie, atahakikisha kwamba hawapi wanachokitaka. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka tukao tunajifunza kwa nini watu wengine lazima wafe maskini. Nimekwambia kwamba kwa sababu Mungu anawapenda. Mungu anatujua, anatujua. Unaomba kweli kuinue, lakini akikuinua utakuwa mtu anagenega. Mungu anajua. Na ndio maana wakati mwingine unaposoma kwenye Wagalatia 4:1 nasema kwamba uh, mrithi anapokuwa mtoto mchanga hana tofauti na hana tofauti na mtumwa ingawa ni bwana wote. Ni mrithi kweli, lakini mtoto mchanga akili yake bado hajapevuka. Akipewa vitu ambavyo Mungu ameviandaa kwa ajili yake, ama babake ameviandaa kwa ajili yake vitamwangamiza. Kwa bora aishi kama mtoto mchanga awe chini ya watu. Na Mungu yuko smart. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Mungu akubariki wa kusikiliza mafundisho haya. Ubali kubadilika ili uone baraka za Mungu kwenye maisha yako. Nakumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini una marafiki, najua una marafiki. Marafiki unaopenda uwashirikishe mafundisho haya ili na wengine pia Mungu aweze kukuinua, marafiki. Marafiki, Mungu aendelee ku ukuufanikisha kile unaloifanya kwa ajili ya utukufu wa jina lake katika jina la Yesu Amen.